Ugoro umejitia pwani sasa, ni mwendo wa chafya, kwamba lazima tumuombe Mungu viongozi wetu waamke kwenye usingizi walionao. Waamke, wasipoamka, tutawaamsha amka. Kuna mkataba wa Ufaransa unaweza kusoma online, unaitwa The Paris Agreement on the use of coal. Coal ni C-O-A-L. Mkataba wa palisi wa matumizi ya makaa ya mawe, tumekwenda tulisaini mkataba wa kidunia kwamba sasa kwa sababu ya kupunguza moshi kwenye anga emission, tufike sasa ukomo wa kutumia makaa ya mawe uwe 2040. 2040, 2030. Ndiyo, sasa makaa ya mawe yapigwe marufuku duniani. Sisi yanapigwa marufuku, hatujaanza kutumia. Mpaka tangu dunia ianze yapo hatujatumia, mpaka yanapigwa marufuku, tubakize tuli mlima wa chuma lipo hapo, halina msaada, mlima wa chuma na mlima wa makaa ya mawe, wakati mjapani na ni mchina natumia makaa ya mawe. Sasa hivi tuna export kwenda China, wao wanatumia, wazungu wanatumia. Juzi juzi ilipotokea vita ya Urusi, ilikuwa mwisho wa elfu mbili na thelathini kutumia makaa ya mawe. Wazungu walipokosa ile gesi ya kutokea Urusi, wakasema makaa ya mawe tuendelee Ku, kumbe wakikosa wao, maana yake mwisho wa kutumia makaa ya mawe unafutwa. Sisi tukiwa kwenye dhiki, si tuteseke tu, ndiyo kichwa cha mwenda wazimu cha kujifunzia kunyolea unanyolewa panki unanyolewa kijogoo nini, mpaka unyoke. Lakini mimi nakwambia, kama Mungu aishivyo, Tanzania inaamka nzima nzima. Nikiwa bungeni mimi mwe, mwe, mwaka ule tukaagiza mchere wa kujazia jazia kutoka Malawi, na ardhi ipo maji yapo mashamba yapo nini. Maana yake maana yake ni kwamba maana yake ni kwamba tunatakiwa kuweka kwenye kilimo cha umwagiliaji. Na mtanzania huwa hawezi kufanya kazi kwa kutaka. Hata hapa wewe mwenyewe hapa hata hapa mwenyewe, nikisema nikupe kazi, wataenda kumi, ndani ya masaa mawili ashabaki mmoja. Tanzania wako hivyo, hawafanyi kazi kwa, kwa, yani kwa kutaka. Watanzania mpaka mbinu fulani ambayo mimi naijua <laughs> Mtanzania hafanyi kazi, kazi. Unamwona yuko hapa mjini anauza mandazi. Nyumbani ana shamba kama eka hamsini hivi. Anazungusha uji. Anazungusha <laughs> uji kwenye bakuli. Ameto, yeye anafikiri kuja Dar es Salaam ndio amejikomboa, ndio umejimaliza. Watanzania hawawezi Tulikuwa bungeni siku moja, niwachekeshe kidogo. Mbunge mwenzangu, mbunge wa Magu anaitwa Mheshimiwa Kiswaga, rafiki yangu sana akasema, Mheshimiwa Spika, alikuwa anamwambia waziri kwamba wakulima wangu kule Magu mazao yao yamekauka, kwa hiyo naiomba serikali jiandae, mwaka kesho wanaweza kuhitaji wananchi chakula cha msaada kwa sababu mvua imenyesha, mvua imekosekana na mazao yamekauka. Anaposema mazao yamekauka, wanahitaji chakula cha msaada. Ziwa Victoria liko kama hapa na barabarani, barabara ya lami hii hapa, ziwa liko hapo, mazao yamekauka huku, watahitaji chakula cha msaada. Nikanyosha mkono mimi, nikamwambia Mheshimiwa Spika, nimesikia jambo la kutisha sana huyu ndugu yangu anaposema anahitaji chakula cha msaada, anaposema kutoka kwenye ziwa ni mita mia tatu hivi? Kweli waje wapewe chakula cha msaada na serikali? Hakuna namna ya serikali kutengeneza pampu ya milioni tatu nne tano tu ya kuchukua maji kwenye ziwa Victoria na kumwagilia mashamba? Pampu ni ya milioni tatu nne kweli? Hamna. Maisha yakaendelea alipata cha msaada akupata mimi sielewi, lakini nataka kukuambia kwamba kuna tatizo ambalo lazima tushughulike nalo kiroho na kimwili. Umenielewa eh? Kwa hiyo kuna uamsho unakuja elfu mbili na ishirini na tano ambao sio uamsho wa dhehebu Katoliki. Anaamka Lutheran anaamka, Anglikana anaamka, moja anaamka, Waislamu anaamka, yaani anaamka kila mtu. Ni uamsho wa kitaifa wa kujua kwamba kwa nini sisi ni Watanzania, kwa sababu mipaka ya nchi haijawekwa na Berlin Conference, imewekwa na Mungu. Mungu amewekea watu mipaka ya nchi, kwa sababu wastawi wanawili. Hii sura siyo ya kwako